Chuo kikuu cha Tumaini Makumira ni chuo pekee ambacho eh, cha binafsi kinachotoa mafunzo eh, ya ualimu ya wa kufundisha watoto, na nyi wenyewe mmejionea wenyewe jinsi ambavyo walimu na wanafunzi hasa wanafunzi walivyokuwa wabu, wabunifu kutumia eh, <coughs> vitu vyetu vilivyopo katika nchi yetu kutengeneza zana za kufundishia watoto ili wakue, yani psychomotor zao zikue na zijue mazingira yetu kwa ajili ya kuendeleza nchi yetu. E, ninawa, ninawasifu sana kwa ubunifu huo, lakini mmeona si hao tu na tuna wa encourage e, vitivo vyote wawe wabunifu, kwa sababu tuna tumefika mahali kwenye mafunzo ya amali. Yaani, competence based tunasisitiza hiyo, na hayo mafunzo yamezinduliwa rasmi katika nchi hii na sera Eh, ya mafunzo ya amali iliyozinduliwa mwaka huu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Tanzania, eh, huku kwenye vyuo vyetu na Tanzania kwa ujumla tunaenda hatua nyingine ili watu wetu waweze kujishughulisha. Tukitembea barabarani, kila mahali kwenye mitaa, tuone watu wa, wanajishughulisha ni wabunifu kwa ajili ya kuendeleza nchi. Tunajua tunatimiza madai ya kitaaluma, lakini vile vile tuna talents mbalimbali katika talenti zetu lazima zionekane, lazima ziendane na mada yetu ya kitaaluma. Ndiyo maana leo hii imekuwa ni siku maalum kwa ajili ya masuala ya uvumbuzi, masuala ya ubunifu, masuala ya kelia na masuala mbalimbali ambayo yanawafanya vipaji vya wanafunzi wetu viweze kuonekana. Nadharia inayopatikana darasani inaweza ikaendana vizuri kwa kukuzwa kwenye vitendo. Kwa hiyo sheria, katika ufundishaji wetu katika kitivo cha sheria hapa chuo kikuu cha Tumaini Makumira, tunahimiza zaidi nadharia iendane na vitendo, na kwa kupata ugeni huu kutoka wanafunzi chuo cha Willamette kule Marekani, wanaongeza uwanda mpana pamoja na uzoefu.

Leo wanachuo wetu wameonyesha vipaji vyao kwa upande wa sheria, wameonyesha moot court ambao ni mahakama nadharia, lakini kwa wale wanaosoma uh, theolojia yani uchungaji na wenyewe wamekuwa na sehemu yao ya kutuonyesha jinsi wanavyoendesha uh, shughuli zao za kidini, lakini pia wale ambao wanasoma masomo mengine ya kielimu kama walimu wameonyesha vitu mbalimbali na mbali, nyenzo mbalimbali za kufundishia watoto. Kwa mtazamo wangu mimi kama mwanasheria, ninaona sheria hiyo inahitaji mabadiliko si tu kwa sababu ya masuala ya ndoa, lakini pia katika Uh, sekta zingine za msingi kama elimu, afya pamoja pia na, na uchumi kiujumla. Huyu mtoto anatakiwa kujikuza na kujiendeleza kiuchumi. Tunasoma pia jurisprudence na lengo la jurisprudence ni philosophy of law, falsafa ya sheria. Ukiangalia the Law of Marriage Act ni sheria ambayo imetungwa zamani sana, na sasa hivi sasa dunia inaenda mbele. Kwa hiyo law should not only be a means to an end, lakini it is an end in itself. Tunaangalia ni kwa namna gani sheria inatumika pia kwa ajili ya kureflect the current social changes in the society.